Alifanya kwa wengine na amefanya kwa wengine na atafanya pia na kwako. Amini, Wakati wa Miujiza, Leo ni Leo. Nam, Wakati wa Miujiza, Leo ni Leo. Ujambo popote pale ulipo mtazamaji wa Wapo TV Online, msikilizaji wa WAPO Radio FM Nuru ya Jamii ambayo unafuatilia matangazo haya kwa uzuri kabisa popote pale ulipo ulimwenguni karibu katika matangazo ya kipindi hiki uweze kusikia inayojiri katika ukumbi wa BCIC Mbezi Beach jogo jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester hospita Gamanywa akishirikiana vyema na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Macarius Ngonyani Junior. Kumbuka ni ibada ya Leo ni Leo kila Jumapili saa tisa alasiri hadi saa kumi na mbili jioni. Ibada ambayo imekuwa chachu ya watu kufunguliwa na kuwekwa huru mbali na vifungo vya pepo wabaya, wengine wakimkiri Yesu kwa Mwokozi wa maisha yao, lakini kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Haijalishi ni mangapi ambayo unapitia haijalishi ni changamoto gani ambazo unakutana nazo, Yesu mtenda miujiza jana, leo na hata milele yupo tayari kabisa kwa kufungua na kwa kuweka huru mbali na hayo ambayo yanakukabili. BCIC Mbezi Beach ipo barabara ya Bagamoyo, ukishuka kituo cha Jogoo, uliza tu ilipo Wapo redio au kwa mtumishi wa Mungu Askof Gamanywa. Ni mwendo wa dakika kumi na mbili tu kuweza kufika ilipo huduma hiyo. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga simu nambari ni 075875 0758 75 11 11 ninayekualika katika kufahamu yanayojiri katika ibada ya Leo ni Leo BCIC Mbezi Beach Dar es Salaam. Langu jina ni Musa Ibrahim Izengo. Kama ilivyo ada, leo nimerejea kwako mtazamaji pamoja na msikilizaji, kukuelezea matendo makuu ya Mungu ambayo unayafanya katika ibada leo ni leo. Tazama miujiza, tazama ishara, tazama watu wakimtukuza Mungu kupitia ibada inayoendelea. Ndugu yetu Beatus Pasco kutoka Msongola, ambaye katika kipindi kilichopita alishuhudia namna ambavyo Mungu amemponya, Mungu amemsaidia, Mungu amemnusuru na kumtoa katika kiu ya unywaji wa pombe kupindukia. Sasa akaona kwa mara nyingine, asije peke yake, bali aje na familia yake yote weza kumshuhudia Mungu aliye hai ambaye amemtoa katika kiu ya unywaji wa pombe na sasa anachapa kazi kama kawaida. Kwanza tumsikie yeye, kisha mke wake akithibitisha hali aliyokuwa nayo mumewe kabla ya maombi, lakini baada ya maombi katika ibada ya leo BCIC Mbezi Beach Dar es Salaam, hali ilikuwaje kabla na baada? Hawa hapa, wasikie wakiwa naye mtumishi wa Mungu askofu na mwalimu Aurelian Ngonyani. Hapa eh, nilikuwepo Jumapili hapa yaani, namshukuru Mungu kwa sababu amenitendea mambo makubwa sana sana. Jumapili iliyopita nilikuwepo Jumapili hapa kwenye ibada leo leo, eh, leo ni leo. Yaani, eh, nilipopata yale maombi ya leo ni leo yale ya jioni, yani nilikuwa ni na, na, yani, na, na, na ile roho ya kunywa pombe ya kiu ya, ya, ya pombe, lakini toka Jumapili mpaka Jumapili ya leo kiu kimekatika. Yani, amna kila kitu yani, hapa na, na imani tu. Kumbe, jamani, huyu ndio yule ambaye Jumapili iliyopita alisema kiu ya pombe ya imekatika, mnakumbuka si ndio? Wewe ndio mimi? Hapa. Ah, mimi nilisema hivi aende kwanza nyumbani akakutane na mke wake akae wiki nzima, hajagusa pombe, hajavutwa tena na ulevi alafu aje atushuhudie, na tulisema ikiwezekana na mke wake naye afanyaje, aje ashuhudie mke wake. Umekuja naye? Nimekuja naye. Amwite, mwite, mwite mke wake, mke, mke, mke yupo? Ashuhudie mambo haya, yupo? Karibu hapa jamani. Tunataka wale wote ambao wana kiu ya kunywa pombe, ulevi umewashinda, uh, wasikize ushuhuda huu ili nao wajue kwamba kwa Yesu liko tumaini. Tena hebu sema amina. Amina. Karibu, endelea. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa jambo alilonitendea, na nazidi kumshukuru sana kwa sababu yani hapa na imani yani na, na, na shauku ya kwa ya kila siku niwe hapa kwenye madhabahu hii kila siku. Kwa hiyo umeokoka jumapili iliyopita sasa ukaokoka hivi, umeokoka Ah, mpe mke wako naye tumsikie, anasemaje aya. Anasema yu bwana. Ni kweli kwamba alikuwa mlevi na ameacha sasa. Mi ndo nilimwambia uje uthibitishe kama kweli ameacha kunywa pombe. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe! Haleluya, haleluya, nina furaha sana Namshukuru Mungu sana sana sana, siamini kinachotokea mbele yangu. Kwa majina naitwa Avelina Silagus, nimeokoka, nampenda Yesu. Huyu ni mume wangu, nimezaa nayo watoto wawili. Tuambie, ni kweli alikuwa mlevi? Kweli alikuwa mlevi. Nilikuwa namwombea, namwombea, namwombea, lakini kila akija ugomvi, ugomvi. Namshukuru Mungu tokea wiki iliyoisha ndio hivyo akaamua kumfata Mungu mpaka akaja katika madhabahu hii, wiki yote ni wiki ah, ya amani ya fulate. Unawaambia nini akina mama wenzako ambao umezao bado ni walevi, ugomvi unaendelea? Unawapa ushauri gani kwa hiki ambacho Mungu amekufanyia? Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka kuambia ndugu zangu ni, Mungu anaweza yote. Mungu ndo mweza yote, yeye ndo mwanzo na yeye ndo mwisho, yeye ndo alfa ndo Omega. Wanaokusikiza redioni na kwenye TV unawashauri nini, nini wafanye? Kwa hiyo nachotaka kukuambia, tuendelee kumtegemea Mungu, maana maandiko yake anasema, mkilini Mungu, mkataeni Shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. Kwa hiyo Mungu anaweza yote katika yote. Achukue hatua gani? Kaya sasa yana. Nawakaribisha sana ambao wote ambao wana watu wanaokunywa pombe, wenye matatizo mbalimbali, so pembe tu, wenye wagonjwa, wenye nini, Mungu atangulie na akaribisha katika madhabahu la mwisho ani, kwa wiki yote kumekuwa na amani kabisa, amani tele, amani tele. Aje kusumbua tena? Hapana. Na ajanuka pombe tena? Hapana. Jamani, makofi kwa Bwana Yesu tafadhali. Amini usiamini Yesu mtenda miujiza bado anaendelea kufanya miujiza yake katika ibada ndani ya ukumbi wa BCIC Mbezi Beach jogo jijini Dar es Salaam. Kama ulikuwa husadiki haya na huenda hali uliyopitia wewe imekulazimu kutumia fedha nyingi ukihangaika huku na kule kutafuta suluhisho la msaada wako, kama ndugu yetu Beatus pamoja na familia yake alivyomshuhudia ya Mungu akimwondoa katika kiu ya unywaji wa pombe, na sasa yu mzima akimfurahia Mungu aliye hai katika maisha yake. Nawe ndugu yangu mtazamaji pamoja na msikilizaji, unakaribishwa sana, njoo ujaribu, njoo ujionee yale matendo ambayo Mungu anayafanya kwa watu wake. Mbali na Beatus, Boke Juma kutoka pale Gongo la Mboto, yeye alikuwa na maumivu ya mwili mzima, lakini kupitia nguvu za Mungu na imani ndani yake, sasa amepokea uponyaji. Sasa Yesu ni Bwana na mwokozi wake. Hebu tumsikie kwa uchache. Naitwa Boke Juma, naishi maeneo ya gongo la Mboto. Kuanzia Ijumaa nilikuwa niko hoi, Juma, niko hoi ninaumwa. Nimekuja kumwaibisha Shetani, ameshindwa. Ijumaa nilikuwa nimejipanga kuja mkesha, nilivyokuwa nataka kuja mkesha niliugua ghafla bila kutegemea, nikaita Yesu, nisaidie. Yesu, sitaweza kwa akili zangu, ila ni wewe Yesu unipiganie nahitaji uponyaji wako. Ilivyofika usiku, nikatoka nikaenda mpaka pale tunapokutania kata, nikakutana na wenzangu nikasema, jamaa ninaumwa hapa nilipo, ninaumwa nashindwa kutembea, miguu haina nguvu, mikono haina nguvu, hata kushika hata maiki kama hivi nilikuwa siwezi. Wakasimama na kuniombea. Ilivyofika usiku, ya dada ambaye alikuwa nimefika kwake ambao tunasali mwanakata, mwenzangu yule dada ajalala amekaa akiomba, na mimi naye kaa na kuomba. Mungu ameniponya usiku ule ule, nikapokea uponyaji. Nikaambia shetani, hautanipata na sitalazwa. Nikaa naona kabisa kitanda cha hospitali, nikasema Mungu, mimi silazwi, silazwi mimi ni mzima. Kwa umepona lini? Nimepona lini? Jana Ijumaa ile j ijumaa ileile, ijuma nimepona. umepona. Haya, unawaambia nini walioko redioni? ninawaambia waliowagonjwa wagonjwa, wamtumaini Bwana Yesu, anaweza amini. Yesu anaweza, ukiamini yote inawezekana. Usizunguke kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta msaada, Yesu bado yu hai, tena ana nguvu, tena ni mwaminifu, na yeye ni mponyaji Wahi sasa BCIC Mbezi Beach, katika ibada ya Leo ni Leo, ili Mungu aliye hai akuhudumie na wewe. Magreti Mwambashi amesumbuliwa na msongo wa mawazo moyoni mwake. Ikiwa ni mara ya kwanza kufika BCIC katika ibada ya Leo ni Leo, amefunga safari kuja kutafuta suluhisho la kile kinachomsumbua. Sasa mambo yalikuwaje? Huyu hapa Magret akielezea Jina naitwa Magareti Lawi Mwambashi, natokea Kibaha Pwani. kwa siku ya leo, umetoka Kibaha? ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. leo ni mara ya kwanza kufika hapa. Kuokoka yeah, na, kwa na umeokoka leo kwa... hapa, yeah. hapa makofi, jamani tafadhali, kwa Bwana Yesu kwa matendo makuu ambayo Mungu anafanya uh -huh. nini kimetokea? cha kwanza kichonileta hapa ni kuja kufanyiwa maombi uh -huh. ninaseme kama nina miezi nilikuwa nasumbuliwa sana na usongo wa mawazo uh -huh. Katika moyo wangu uh -huh. Ila kila nikilala nikiamka najikuta niko tofauti ila ilaata pili, nipende nimshukuru mamangu mdogo aliyenifikisha hapa kwenye maombi ya leo. Mama mdogo yuko wapi? Mama ko mdogo yuko wapi? Yuko pa yule, pale. Ah, okay. Asante. Mungu akubariki. Makofi kwa mama mdogo aliyemleta huyu hapa kwa siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa hapa nilipo nimebadilika, nimekuwa uh -huh. mage mpya, mage yule ambaye nilikuwa nateseka kwa siku nzima. Saizi unajisikiaje ahivi? E, najisikia furaha na amani katika moyo wangu, kwa ule mzigo wa moyoni, moyo ulikuwa unauma, e, umeisha. Sina chochote kinachonisumbua. Kabisa. Kabisa. Jamani, shangilia Bwana Yesu kwa makofi <laughs> unawaambiaje walioko kule kibaa wanaokusikiliza kupitia wapo Radio FM? Naambia wenzangu wanaonitizama, karibuni katika kanisa hili la maombezi. Mimi leo nimefika hapa nimepata baraka nyingi kutoka kwa Bwana. Ni mara ya kwanza. Ni mara yangu ya kwanza. Unawalika nao waje kutu, wapate baraka za Mungu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Si unaona, si unasikia yale Mungu anayoyatenda BCIC Mbezi Beach? Sasa unangoja nini mtazamaji nawe msikilizaji? BCIC Mbezi Beach inapatikana barabara ya Bagamoyo, popote pale unapotokea, shuka kituo cha Jogoo ukiulizia ilipo Wapo Radio FM au ulipo ukumbi wa BCIC utaelekezwa na utafika kwa urahisi kabisa. Lakini endapo utapata changamoto ya maelekezo au kupata mawasiliano, nambari ambayo unaweza ukaitumia ni 0758 75 11 11, 0758 75 11 11. Kama ndio kwanza unaungana nami, ni matangazo ya kipindi wakati wa miujiza, leo ni leo. Ninakuletea shuhuda na matendo makuu ya Mungu ambayo anaendelea kuyafanya katika ukumbi wa BCIC Mbezi Beach Jogoji, jijini Dar es Salaam, chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanywa akishirikiana vyema na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Ngonyani. Sasa basi namleta kwako Henry Kiutenga kutoka Majohe. Henry alikuwa na hasira, tena si hasira tu kwake mwenyewe, bali hasira kwa familia yake. Unaweza ukashangaa, ni baba mlezi, lakini sasa ana hasira kwa watoto wake. Ilikuwaje? Na unaweza kumbe ukaikasirikia familia yako pasi na jambo lolote lile. Ni hali tu inatokea. Sasa inatokea katika mazingira mazuri au mazingira ya aina gani? Mara baada ya kufika katika ibada ya leo ni leo akasikia mafunzo lakini maombi na maombezi akafuata juu yake. Sasa anashuhudia Mungu alivyo mwaminifu, ile hasira imeondoka, ule uchungu moyoni umeondoka, sasa anaipenda familia yake kuliko awali. Huyu hapa Henry anaelezea. Nimeokoka, nime toka 20, 20 na tatu, 20, 20 na tatu, eh, na, na, na abudu kanisa la kule Mbaj, Mbagala maji matitu linaitwa BCIC maji meupe Uh, ujio wa ibada ya leo, leo ni leo. Nime, nimeanza kuhudhuria hapa toka Jumapili ile wiki iliyopita kwa mara ya kwanza. Okay, leo ni Jumapili ya ngapi kuhudhuria hapa? Okay, ukiondoa hii iliyopita, hii ni ya pili. Hii ni ni Jumapili ya pili, ndio, ndio. na kuhudhuria kwangu kulitokana mimi ni msikilizaji sana wa redio Wapo pamoja na kwamba naabudu kule nani uh -huh. Sasa, eh, sasa kwa hiyo kuhusu utaratiba ya ibada leo, leo ni leo kufanywa maombezi hapa. Eh, kwa kweli nilikuwa na hali ya kuto kujisikia vizuri zaidi. Nilikuwa ni mtu nakuwa mwenye hasira halafu e, hasa hasira ilikuwa ni kwa, kwa familia yangu ambayo niko nayo ni pale nyumbani. Unaifanyia hasira familia yako tena e? Basi ilikuwa inanitokea tu kwa na hasira hasira. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Muhehe. Eh, <laughs> e, imebidi niulize kwa sababu unaifanyia hasira familia yako. Sasa ukifanyia hasira familia yako nani atakaa salama tena, nani atapona? Ehe, nini kimetokea lika? ah, nakuwa ah, na ah, hasira hasira sana kwenye ile familia ya kiasi kwamba hata watoto pale nyumbani na mke wangu kidogo nikishaingia, walikuwa wanakosa amani kwa kweli, mpaka akiabidi, kuna kipindi wakati fulani mimi na mke wangu tulikuwa tumetengana, mimi nalala chumba kingine, naala chumba kingine, haiko poa Ehe. Nini kimetokea sasa? Sasa, ba ba ba ba baada ya kuombewa kuombewa, hali ile kwa kweli nilifunguka hapa, kwa sababu nilikuwa kama ufahamu nimefungwa basi, ile hali nilifunguliwa, ile hasira ikatoweka na ile roho sasa, ikawa nimeshapata amani, nimefunguka na amani. Jamani, shangilia Bwana Yesu eh, kwa makofi! Shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi kama alikuwa na hasira mpaka anahamia chumba ee, unalala chumba kingine e, kwa kweli, na amani na, na familia yangu, sio familia yangu tu, hata majirani pale, yani na amani tu, una amani kabisa e, na amani tu. Shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi. Unawashauri nini wale ambao wanakusikia kupitia Wapo Redio FM ambao wana hasira na familia zao na watu wengine mbalimbali? Kwa kweli kama wanasikia wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, na mara nyingine wasiamini kama kuna watu ambao wanaweza kuwa na hali kama niliyokuwa nayo, ingawa yawezekana, kwa sababu mi nilikuwa nayo. Sasa kama wapo watu wa aina hiyo, haya maombezi ya Leo ni Leo ni msaada mkubwa kabisa kwa kuweza kuwaondolea hali hiyo, na nawashauri kwamba wahudhurie, wapate maombezi ya Leo ni Leo, kila kitu kinakwisha. Kwa kweli, Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Ebu mwekee mziki mzee kwa dakika moja, tuone kama dakika moja tu, weka mziki mkubwa. Ni Mungu atendaye miujiza, ishara na maajabu. Yeye habadiliki kamwe, akifanya hakuna wa kupinga, na akisema ndiyo hakuna kusema hapana. Wakati wa miujiza, leo ni leo, ndani ya ukumbi wa BCIC Mbezi Beach, Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanywa pamoja naye mtumishi wa Mungu Askofu na mwalimu Aurelian Makarius Ngonyani kutoka The Truth Ministry International. Sasa nimlete kwako Helen Malekela kutoka maeneo ya Mbezi Kimara. Ni kitu gani hasa ambacho kilimzonga Helen na nini hasa anaelezea baada ya maombi na maombezi katika ibada hiyo ya leo ni leo? Helen huyu hapa, pamoja naye mtumishi wa Mungu Askofu na mwalimu Aurelian Ngonyani katika ibada hiyo. Kwa jina naitwa Helen Hana ni Marekela, ni mwenyeji wa mkoa wa Morogoro, lakini kwa sasa hivi naishi Mbezi. Nashukuru Mungu kwa kufika hapa mahali hapa siku ya hii ya kwanza. Leo jina la Bwana lisifiwe. Leo ni mara ya kwanza? Ndiyo. okay. Yesu amekufanya nini? Nimekuja hapa, tumeingia jioni hii Ehe. Lakini moyoni mwangu nilikuwa na uchungu mzito sana, ambao yani moyo wangu mzito ulikuwa unaniuma sana, moyo unauma, yani kana kwamba nimebeba kitu kizito hapa moyoni, muda Ehe. wote nalia tu, unalia kwa sababu gani? Kuna kitu gani kilikuwa nasababisha unalia? Mchungaji, naamini maombi ya leo nitakwenda kufunguliwa. Ehe. Namhitaji mtoto wangu muda wote awe na babake. Kaidi naomba mlete mtapa hapa mtoto wangu, mchungaji amuweke mkono. Kwa mtoto ndio asababisha uwe na uchungu, ndio alisababisha huwe na uchungu. Uchungu mtoto anatamani kumwona baba yake, lakini baba yake kila akitaka kuja nyumbani kuna uzito, lakini naamini nimezima simu yangu kwa imani niliokuwepo nayo niliokwenda kuipokea. Nitakapokwenda kuiwasha nikifika nyumbani Baba watoto wangu watakuja Mungu. Wewe uchungu wako ulitokana na nini? Hii issue ya huyu Mungu atashughulika nayo. Wewe uchungu wako ulikuwa unatokana na nini? Uchungu wangu mimi yani ni kuona mwanangu hana amani. Hana amani. Unajua umejuaje, umejuaje kama hana amani mtoto mdogo namna hiyo? Mbona anashika mic, eh? Hello. Unajua uenda uchungu ni wa mama, mtoto hana <laughs> shida. Unaona? Hello. Ana shida. Baba katika jina la Yesu namkabidhi mtoto mikononi mwake rudisha familia pamoja tena katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen jamani, mtoto si yuko vizuri huyu? Ana matatizo huyu, ona anangania maiki, kuna shida hapa eh, eh. unawashauri nini watu wengine wenye uchungu kama wewe kama wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hivi moyo wangu una amani kabisa, yaliyopita yamepita. Sasa ni wakati mpya, macho yako yatazame mbele moyo wako umwelekee Mungu na fikra zako zifikirie ukuu wake ulivyomkuu katika maisha yako. Yale ambayo ametenda kwa wengine, hebu nawe yaamini, ili kwako yaweze kutendeka. Yale uliyoyaamini jana yaweke kando, amini sasa miujiza na uponyaji ambayo Mungu mwenyewe anaifanya kwa watu wake. Umeomba vya kutosha, umelia vya kutosha, umezunguka huku na kule na kupoteza gharama zako, lakini sasa Mungu aliye hai anakuita kupitia sauti za watumishi wa Mungu Askofu Profesa Sylvester Gamanywa pamoja na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aurelian Ngonyani katika ibada ya Leo ni Leo Jumapili, saa tisa alasiri hadi saa 12 jioni. Usipitwe na mafunzo, usipitwe na maombi na maombezi. Huu ni wakati wako, mtazamaji. Huu ni wakati wako, msikilizaji. Leo naweka nukta hapa, lakini mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine cha wakati wa miujiza leo ni leo, kutoka BCIC Mbezi Beach Jogo, jijini Dar es Salaam, ndani ya kituo cha ushauri maombi na maombezi kwa ajili yako. Kwa niaba ya wote waliofanikisha maandalizi ya kipindi hiki, langu jina ni Musa Ibrahimu Izengo. Mungu aliye juu akubariki sana. Alifanya kwa wengine na amefanya kwa wengine, na atafanya pia na kwako. Amini. Wakati wa miujiza, leo ni leo.